Jina langu naitwa Selina Mlemba. Aa, kaida kaenda viziwi tuna alama yangu, na alama yangu ndio hiyo kama mnavyoiona, mimi ni mwenyekiti wa chama cha viziwi Tanzania. Karibuni sana wote kwenye maadhimisho ya taifa ya wiki ya viziwi hapa mkoa wa Singida, lakini a, nitoe nafasi hii kwa kutoa shukrani kwa Mamlaka ya Serikali ya Mtandao. Ah, tunawashukuru sana ah, e, e-GA ah, nimefikiria na mmewaza sana kwa jamii ambayo inapata changamoto za mawasiliano sana, upatikaji ah, wa taarifa. Tunapata taarifa kupita kwa, kwa wakati. Kwa hiyo sisi mawasiliano yetu tunatumia lugha ya alama ndo maana chombo kama hichi mara nyingi jamii zote akapa wachote ambao kidogo anatukumbuka ko katika jambo ambao tunashukuru. Pia ni e-GA afanya jambo zuri kwa mafunzo haya ambao wametoa kutuwezesha na kuelewa kwamba viziwi tupo jumuishi kwenye mambo yote, vipaumbele vya taifa ya kipengele cha mawasiliano mara nyingi jamii ya viziwi kwa tufahamu kwamba kumbe tunaweza kupata huduma kamili ya serikali kupitia mtandao, malipo mbalimbali mbali. Lakini bili za maji o kulipa umeme, malipo yote, control number kwa tufahamu. Kwa kwa hiyo nafasi nyingine ambao wametupa tena nafasi ya kutambua na mamko mkubwa sana, wametufumbua macho jamani, kupata aa, pata kwamba uh, uwezo wote wa kulipia bili zetu kwa kutumia teknolojia. Kwa hiyo hii imetuletea majukumu yetu, lakini pia kupata nafasi ya kupata mambo mengine skata kata, kata kwenye foleni vituo sijui vya maji kulipia sijui kwenda luku. Hapana, lakini tumekoa me, me, muda kupitia internet hiyo na iga mm hiyo -hmm. Kwa hivi jambo kwamba kwa ukamilifu kwa kwamba uh, amepaama kwa majukumu yetu kwa mepesi. Kwa hiyo tunashukuru kukumbuka watu wa viziwi wana maadhimisho haya. Tunategemea kwamba bado sio watu wameshika maadhimisho haya, hapana, lakini uh, elimu hii ambayo tupo hii, natamani basi ya mikoa yote na vijijini wa huko ndani pia wafikiwe ehe. Kwa kupitia lugha ya alama na mkalimani, naamini kwamba e-GA wataweza kufanya majukumu yao vizuri na sehemu ya jamii ambayo A, taifa inajivunia. inajivunia kwamba sisi hapa viziwi ni Watanzania na tumekumbuka ndugu yetu wa e-GA kwa mchango wenu mkubwa wa miaka yote mirefu mitatu, mmeendelea kushiriki. Asanteni sana, tunahitaji kwenu, naomba msituache, muendelee kubaki na sisi kuhakikisha kwamba mambo ya mawasiliano mitandao, mitandaoni yote huhusu serikali, kwamba tupate tija na kujua kwa mafaida kwa, kwa, kwa serikali yetu kwa, tunashukuru sana kwa karibu tuijenge serikali kidijitali. Rahisi kupata huduma za serikali kupitia mifumo, uadilifu na ubunifu. Liga kwa utoaji huduma bora kwa umma. Mamlaka ya serikali mtandao. Iga, karibu tuijenge serikali kidijitali.